Niko Kigoma na nina furaha kubwa leo. Nimekutana na timu yangu, timu inayofanya kazi Kigoma Mjini, lakini tumekubaliana kwa pamoja kwamba jimbo la Kigoma Mjini tutafuturisha misikiti arobaini na tano katika jimbo la Kigoma Mjini, tutahakikisha tunawafikia Waislamu kwa Wakristo wanaofunga katika jimbo zima la Kigoma mjini. Uh, Waislamu wamechagua misikiti yao 45, misikiti mikubwa ya Ijumaa katika kata zote 19. mi uh, tutahakikisha kila msikiti wanaipata sadaka ambayo tumepewa na makampuni ambayo yana support ikiwepo Azania Group pamoja na Silent Ocean, lakini pia sisi kama mfuko uh, wajibu au wa ofisi ya mbunge tumeplani kufutulisha misikiti 45 katika jimbo la Kigoma mjini, lakini pia tuko katika majadiliano na mashehe wa wilaya kama tutakubaliana, tunataka uh, kabla ya sikukuu ya Idi kuwe na shindano la kuhifadhi uh, Korani ko kutakuwa na shindano ambao tutawapa washindi uh, mshindi wa kwanza tunategemea tumpe ng'ombe mbili, mshindi wa pili tumpe ng'ombe moja mshindi wa tatu tutampa keshe uh, laki tano na washindi wengine saba waliobakia kila mmoja tutampa laki mbili uh, kama hongera uh, ya kushiriki. Kwa tunajadiliana uh, na mashehe tuone utaratibu mzuri wa kuweza kufanya tutafutulisha misikiti 45. Washehe watachagua wao misikiti gani, wamesema misikiti ya Ijumaa tumekubaliana, lakini pia tutakuwa na shindano la kuhifadhi Qurani katika jimbo la Kigoma mjini na washindi watapata zawadi nono kutoka kwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini ambaye ni mimi. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu ametujalia, watu wanafunga, mji wetu uko salama, viongozi wa dini waendelee kutuombea. Wakristo wanafunga kwa rezima, Waislamu wanafunga Ramadhani. Mwenyezi Mungu atubariki kwa pamoja. Niko na futuru mgebuka kama mnavyoona. Eh, huu huupati popote zaidi ya uje ya hapa Kigoma mjini. Shukran.